Je, mama mjamzito anaweza kujifungua kuanzia wiki ya ngapi? Kujifungua ni mchakato muhimu na wa kipekee kwa mama mjamzito, lakini ni muhimu kuelewa lini mama anaweza kujifungua na ni dalili zipi zitakazomsaidia kuelewa kuwa wakati umefika. Katika video hii tutachambua maswali haya: je, mama mjamzito anaweza kujifungua kuanzia wiki ya ngapi ni dalili zipi ambazo zitamfundisha mama mjamzito kuwa wakati wa kujifungua umefika. Tutaangalia pia asali za kujifungua kabla ya wakati au baada ya muda na namna ya kugundua dalili zinazojitokeza. Muda wa kujifungua mama mjamzito anapaswa anapokuwa katika ujauzito, mtoto anatarajiwa kuzaliwa katika kipindi cha wiki 37 hadi wiki 42 huu ni muda wa kawaida wa ujauzito, na mabadiliko ya kimwili yanapoanza, mama ataisi dalili za kujiandaa kwa kujifungua. Muda wa kujifungua unaweza kutofautiana, lakini ni muhimu kujua tofauti kati ya kujifungua mapema yani preterm na baada ya wakati yani postterm. Kujifungua mapema preterm. Kujifungua mapema ni wakati ambapo mtoto anazaliwa kabla ya wiki 37. Hii inaweza kuwa na madhara makubwa kwa mtoto kama vile matatizo ya kupumua, uzito mdogo, au hatari ya maambukizi. Hivyo ni muhimu kwa mama kuchukua tahadhari na hatua madhubuti ili kumlinda mtoto. Kujifungua baada ya muda mda post-term. Kujifungua baada ya wiki arobaini na mbili ni hali ambapo mtoto anazaliwa baada ya kipindi cha ujauzito kumalizika. Hii inaweza kusababisha matatizo kwa mama na mtoto kama vile mtoto kuwa na uzito mkubwa, matatizo ya kupumua au changamoto katika mchakato wa kujifungua. Katika hali hii, daktari anaweza kupendekeza njia nyingine ya kujifungua kama upasuaji. Dalili za kujifungua. Dalili za kujifungua ni muhimu kufahamu ili mama ajue kuwa muda kujifungua kujifungua wa kujifungua umefika. Dalili hizi ni za kimwili na za kihisia. Baadhi ya dalili kuu za kujifungua ni pamoja na uchungu wa kawaida, Braxton Hicks contraction. Hizi ni contractions zisizo za kweli na za mazoezi ya mwili. Mama anaweza kuhisi maumivu ya uchungu au mtikisiko wa tumbo, lakini hizi si contractions za kweli. Hii ni ishara kwamba mwili unajiandaa kwa mchakato wa kujifungua, lakini bado si wakati wa kujifungua. Jambo la pili, kufunguka kwa kizazi cervical dilatation. Shingo ya kizazi, yaani cervix, inafunguka ili kumruhusu kumruhusu mtoto kutoka. Daktari atafanya uchunguzi wa kidaktari ili kuona kama shingo ya kizazi imefunguka. Ikiwa imefunguka, ni ishara kuwa mama yuko karibu kujifungua. Tatu, maji ya mimba kuvuja, water breaking. Kuvuja kwa maji ya mimba ni dalili kuu ya kuwa mtoto anajiandaa kutoka. Hii hutokea wakati amniotic sac, mfuko wa amnion unapopasuka na maji kutoka. Ikiwa maji yanavuja, mama anapaswa kwenda hospitalini mara moja ili kupokea huduma ya afya. Jambo la nne, kutoka kwa damu kidogo, blood show. Hii ni dalili nyingine inayotokea wakati shingo ya kizazi inafunguka. Ute wa kizazi unaweza kuwa na mchanganyiko wa damu kidogo, na hii ni dalili ya kwamba mwili unaanza kujiandaa na kujifungua. Tano, uchungu wa kujifungua true labor contraction. Hizi ni contraction halisi ambazo zinakuja kwa muda fulani, zina nguvu zaidi na zinakuwa za mara kwa mara. Hizi ni contraction ambazo ni sehemu ya mchakato wa kujifungua. Kadri ya muda unavyosonga, contraction hizi zitakuwa na nguvu zaidi na zitahitaji hospitali au kituo cha afya. Uchovu na kubadilika kwa mwili. Mama mjamzito anaweza kujisikia uchovu zaidi kuliko kawaida. Hali hii inatokea kwa sababu mwili unaanza kujiandaa kwa kuzaa. Vile vile mwili unaweza kuonyesha mabadiliko ya kimwili kama vile maumivu ya mgongo au shingo. Muda wa kujifungua kulingana na wiki: wiki ya 37 hadi wiki ya 38, mtoto anaweza kuzaliwa wakati huu na kwa kawaida anakuwa tayari kujitokeza. Muda huu unachukuliwa kuwa preterm lakini bado ni karibu na wakati wa kujifungua. Wiki ya 39 hadi wiki ya 40 huu ni wakati wa kawaida wa kujifungua ambapo mtoto anakuwa tayari kabisa kuzaliwa. Huu ni wakati mzuri wa mama kujifungua. Wiki arobaini na moja mpaka wiki arobaini na mbili huu ni wakati wa kujifungua baada ya muda ambapo mtoto anakuwa na hatari ya kuwa na uzito mkubwa au matatizo ya kiafya na uzazi. Kujifungua ni mchakato wa kipekee na muhimu, na ni muhimu kwa mama mjamzito kujua dalili za kujifungua ili apate msaada wa haraka. Muda wa kujifungua utofautiana, lakini ni muhimu kuelewa dalili za kujifungua na kuwa tayari wakati unapofika. Ikiwa mama anajisikia dalili yoyote ya kujifungua, anapaswa kwenda hospitalini haraka ili apate msaada wa kitaalamu. Ulikuwa nami daktari Lenny Komba. Kama ni mlako ya kwanza, hakikisha na subscribe ili uwe unapata mazui yetu mara kwa mara. Tukutane katika mada ijayo.